Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tunaandaa na kuratibu kikao kazi cha watendaji wa sekta za utamaduni, sanaa na michezo nchini kwa lengo la kujadili mipango ya utekelezaji wa sera, ilani, mikakati ya kitaifa na kimataifa katika ngazi ya miji, wilaya, mikoa na taifa. Hiki ni kikao cha kumi na tano tangu kuanzishwa kwa vikao kazi hivi vya kimkakati ambavyo vilianza mwaka elfu mbili na tatu . Kikao kazi hiki kitafanyika kuanzia tarehe ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na tano april mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi katika tukio hili ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mweshimiwa dr Samia suluh Hassan ambaye atawakilishwa na waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa. Shabaha ya kikao kazi hiki ni kujadili, kuibua, kuimarisha na kuendeleza fursa za like kimkakati zilizopo katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Washiriki wa kikao hiki cha mwaka huu ni pamoja na makatibu tawala wa mikoa, manake huo ndio upekee wa kikao cha mwaka huu. Tutakuwa na makatibu tawala wa mikoa tutakuwa na wakurugenzi watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa yaani wakurugenzi wa majiji, wakurugenzi wa manispaa, wakurugenzi wa miji na wakurugenzi wa halmashauri za wilaya. Lakini pia tutakuwa na maafisa utamaduni wote wa nchi nzima, tutakuwa na maafisa maendeleo ya michezo na watendaji wote kutoka sekta ambazo zinasimamia masuala ya utamaduni na michezo sekta pamoja na taasisi zake. Kauli mbiu ya mwaka huu ni utamaduni, sanaa, michezo, msingi wa maadili ya Mtanzania, shiriki uchaguzi mkuu 2025. Ni kikao kazi cha aina yake, ni cha 15, sawa, lakini tumeshafanya vikao kazi vingi huko nyuma. Kikao kazi cha mwaka huu ni cha tofauti sana, tunakifanya kwa siku nne na niwape na surprise nyingine, siku ya tano tutamalizia na Samia Serengeti Music Festival. Kwa hiyo maafisa utamaduni, maafisa michezo, wakurugenzi wa halmashauri msipange kukosa hapa JNICC tutakapofanyia kikao kazi. Tutakuwa na siku tatu za hizi mada ambazo nimezitaja zote zitakazotolewa siku tatu, yaani kuanzia tarehe ishirini na mbili, ishirini na tatu na 24 tuko hapo, tunajadiliana tunapeana mawazo tunaulizana maswali tunapeana majibu tunaweka mikakati, tunamaliza siku ya nne. Itakuwa kwa lugha ya Kikinga wanasema excursion. Maafisa wa utamaduni watakwenda kutembelea maeneo yetu ya michezo na utamaduni, watakwenda uwanja wa Benjamin Mkapa, watakuja hapa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, watakwenda makumbusho ya taifa, watakwenda kuangalia viwanja vya Jimkana. Baada ya hapo, maafisa wa utamaduni, nisikilizeni vizuri, tutakwenda kukusanyika Kokobich. tutakula bata, kufurahia kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali kupitia sekta zetu za utamaduni na sanaa. Tutakula bata, niwaibie siri, wameandaliwa ng'ombe wa kutosha, kutakuwa na nyama choma ya kutosha na kila kitu. Tunataka kikao kazi cha mwaka huu pamoja na kubadilishana uzoefu, kupeana maelekezo kujipanga kwa ajili ya shughuli zetu hizi za utamaduni na sanaa, pamoja na kupeana maelekezo ya namna bora ambavyo sekta zetu zitashiriki kwenye uchaguzi mkuu, lakini pia iwe ni wakati wa maafisa utamaduni kuja pamoja kufurahi na kuondoa stress. Unajua kazi lazima tuzifanye kwa burudani. Kwa hiyo watakula bata siku hiyo hapo Coco Beach, mpaka kieleweke kukicha. Siku ya pili tunakwenda kwenye jogging tunaanzisha Serengeti Serengeti Music Festival, Samia Serengeti Music Festival kuanzia saa nne asubuhi mpaka chwe. Hapo vipi? Kwa maafisa utamaduni, msipange kukosa.